Mtazamaji, huu ni msafara uliomleta uh, wakili uh, Tundu Lissu hapa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, akiingizwa ndani ya mahakama hapa jijini Dar es Salaam. Na kama unavyoona, ulinzi umeimarishwa kweli kweli, ulinzi umeimarishwa kweli kweli. Mtazamaji, tazama mwenyewe. Naam mtazamaji, endelea kutazama Nyikani TV. Hapa ni nipo eh, eh, ameingia, ameingia sasa. Tundu Lissu ameingia ndani ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu akiwa chini ya ulinzi mkali kwelikweli. Kweli, kama unavyoona ulinzi bado umeimarishwa hapa nje ya mahakama. Mambo kama unayoyaona, yaani wengine wanasema mambo ni moto bila moshi. Tazama mtazamaji mwenyewe hali ilivyo hapo, askari wameimarisha ulinzi nje ya mahakama lakini na ndani ya mahakama pia kama unavyojionea eh, hali ndivyo ilivyo hapa nje. Na hilo ni gari la magereza ya Tanzania ambalo lipo nje ya mahakama, uh, ambalo limeleta, eh, baadhi ya watuhumiwa kufikishwa mahakamani, lakini ni pamoja na maafisa uh, wengine. Tazama mtazamaji, kama hali ilivyo, hali ilivyo ni kama vita hivi hapo ni nje, lakini na wananchi pia wanaendelea kuwepo katika uh, nje ya mahakama hiyo. Uh, wakitaka kusubiria kuona nini ambacho kinaendelea ama nini maamuzi yatakayotolewa na mahakama kuhusiana na Tundu Antipas Lissu leo tarehe kumi na tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kesi zinazomkabili na awali, ikumbukwe kwamba Tundu Lissu uh, uh, katika mashtaka yake ya uhaini uh, uh, uh, yanayomkabili, lakini kabla sijaendelea, huyu ni God Bless Lema akifika katika eneo hili la mahakama. Ni God Bless Lema alikuwa mbunge pia wa jimbo la Arusha mjini, na wanasalimiana hapo na mkongwe uh, Ulimwengu Uh, Ulimwengu iko pale anasikiliza, lakini anawapa usia maneno kadhaa, anazungumza na God Bless Lema hapo mambo kadhaa, uh, wakiingia hapo mahakamani uh, huyo Bwana Jenerali Ulimwengu ni mwandishi wa habari, lakini pia ni mwanataaluma wa sheria, ni wakili huyu, ni wakili msomi ambaye unamwona amevaa nguo ya blue hiyo. Uh, wameongozana na God Bless Lema wakielekea Uh, hapo mahakamani hao kama unavyowatazama hao, wanawasili katika uh, maeneo hayo ya viwanja ya Kisutu, mahakama ya Kisutu ama mahakama ya, ya Kimumkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, kama unavyoona wanatembea pale, lakini moja kwa moja pia ulinzi umeimarishwa kweli kweli. uh, vyombo vya ulinzi na usalama viko hapa na vinaendelea kuimarisha ulinzi katika eneo la viwanja vya mahakama uh, watu ni wengi kweli kweli wamejitokeza kwa ajili ya kusikiliza shauri hilo, lakini pia ulinzi uh, ni pande zote za dunia unaweza kusema hivyo, ama pande zote nne, yaani uh, kaskazini, uh, kusini, mashariki na magharibi wa eneo hili ulinzi umeimarishwa kweli kweli na kila mmoja pia anatembea kwa tahadhari kwa namna moja ama nyingine, akikumbuka hivi karibuni yaliyokuwa yametokea kwa ajili ya watu kukamatwa katika uh, wakati wanaelekea kusikiliza hiyo kesi, lakini kesi pia ikapangwa kwamba inasikilizwa kwa njia ya mtandao, hali ambayo ilimlazimu Tundu Lissu kuanza kugoma kula, jambo ambalo Uh, na mawakili wake waliyechukua hatua kwa ajili ya kupeleka uh, mashtaka katika mahakama ili kutoa maamuzi ili kesi isisikilizwe kwa njia ya mtandao bali kesi isikilizwe kwa njia ya wazi. Nakumbuka, mtazamaji kwamba uh, jana mawakili kutoka Kenya walifika katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Dar es Salaam wakiongozwa na Martha Karua ambapo walikamatwa na kushikiliwa pasipoti zao kisha baadaye baada ya masaa kama matatu hivi ya kuhojiwa wakarejeshwa kwao nchini Kenya kwa kile uh, walichosema kwamba wao ni kama demokrasia haipo Tanzania kutokana na mambo ambayo walifanyiwa. Na Amnesty International pia walitoa taarifa yao wakisema kwamba wana uh, katika jambo hilo linaloendelea Tanzania si haki katika uh, ustawi wa demokrasia na mambo kadhaa Mtazamaji, kama wanavyoendelea kutazama hapa, mambo yanaendelea ya mambo yanaendelea ya, ni mambo ya kwenda na kurudi, kwenda na kurudi. Hapo ni getini na ulinzi pia umeimarishwa kweli kweli. Geti muda wote linakuwa limefungwa, ni pale tu labda gari linalotaka kutoka ndipo linaruhusiwa kwa utaratibu maalum uh, ikitoka na geti bado linafungwa. Watu wengine pia shughuli zao zinaendelea na uh, hakuna anayetaka anayejua kwamba nini kitakachotokea hapo baadaye, lakini mambo kwa kweli yanaendelea kama unavyotazama mtazamaji. Uh, kwa sasa, ngoja nikupumzishe kidogo, lakini tutaendelea kukuonyesha mambo yote yanayoendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya usikilizwaji wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, bwana Tundu Antipasi Lissu. Karibu kwa utazamaji zaidi na maoni yako, lakini usiache kuwa nasi siku zote.